Uh, karibuni tena kwa kipindi chengine cha Kigoda, ambapo uh, leo tunawaletea mgeni mwingine mashuhuri vile vile kama kawaida yetu. uh, kumbuke kwa majina yangu ni Babu G, Babu Great, Babu Good ndani uh, ya Talanta Mwanza Media. Kama kawaida yako mapema, usikose kusubscribe, kulike, kushare na utuachie comment pale kikubamba sana, na vilevile pia unaweza kuuliza swali lolote. Acha niweze kuwaletea mgeni ambaye tuko naye siku ya leo. Mimi ningependa ndugu yangu, kwanza tukujue, majina yako unaitwaje, alafu labda una unajishughulisha na nini haswa? Mimi kwa majina kamili najiita Abdalla Mwachiponda, mimi najishughulisha sana masuala ya usanii na nafurahi na sana leo kuwa na wewe hapa leo mm. kwa ajili ya kuchachambua haya ambayo tuko mm. nayo, bwana. Hayo ndio majina yangu kamili asante. Sana, na labda ungeweza kutujuza tu, huno ni mtaa gani? Labda unaitwaje? k okay. Hapa ni sehemu inaitwa kiujumla ni Matuga mm -hmm. lakini kijiji ni cha Voroni Voroni ndio mm. almaarufu katika hapa pana jina jina panaitwa Mngongoni, Mngongoni, mimi Mngongoni. Mngongoni. natakapoka Voroni. Kwa nini Voroni? uh -huh. imeitwa Voroni kwa sababu sisi kama wazaliwa wa hapa mm. tulipozaliwa tulisikia tu kwamba huu um, um, mtaa um, unaitwa Voroni. voro yamaanisha nini? Voroni yamaanisha nini? hilo ndio labda ni swali oh. mm. watazamaji wangependa kujua Voroni, Voroni kwa maanisha nini? kama vile yani, labda ukisikia hapa palikoitwa itua kwa mfano, um, hiyo mngongoni labda kulikuwa na mngongo, Nii, ndio, kwa, ndio. Lakini voroni maana yake kusomolea. Kweli hilo mm. jina voroni mm. ni jina ambalo mababu wa mababu zetu wao mm. ndio walilizimbua mm. Sisi kama kizazi cha kisasa mm. tulikuja tu tukashtuka. Kwa hivyo itahitaji, yani tuchimbue zaidi chini zaidi ili upata maana yake, maana upata maana ya neno voroni, ehe. Haya sawa ha, meambiwa hapa ni voroni. Kwa hiyo kama labda unajua maana ya voroni, unaweza kutuandikia hapo tu chini kuwa tujue kama kweli unajua voroni ni nini. Sasa bwana Abdalla, ningependa kuku, kukuuliza swali hapa leo kwenye kigoda chetu hapa. Naona tuko na nazi tuko na miogo ndio. Naona pia kawatungu ipo uhum. Kuna haya masuala ya vyakula vya kiasili, labda ni aina ngapi ya vyakula vya kiasili zile ambazo kwa juu juu tu, labda unazijua kwa kuzitaja. Okay. Kama alivyotangulia kusema kwamba kuna mihogo mm -hmm. Muhogo kwanza ni chakula asili mm -hmm. Kama tunavyojua sisi kama wamejikenda mm hususan -hmm. Wadigo ndio tunajua kwamba muhogo ni chakula cha asili mm -hmm. Na ndipo ukaona jamii ya Kidigo wamekipenda sana chakula hiki mm -hmm. Eh, wakijua kwamba ndani yake kuna uzuri fulani mm -hmm. Siseme kwa kwamba kuna ubaya, lakini mimi najua kwa ndani yake kuna uzuri fulani ndani ya chakula hiki. uzuri wake ni gani? jao kwenye uzuri. <laughs> uzuri ni gani? Sasa mm. Muhogo bwana babii, mm -hmm. ni chakula ambacho sana sana kinakuzwa sana hapa kwa Tudigo mm -hmm. na kusema ule ukweli mm. Tukiangazia masuala ya kisayansi, kama walivyo walivyo ya nini hapo hapo kitambo mm. chakula hiki kilikuwa kikiliwa na wababu wababu zetu mm. Wakisema kwamba chakula hiki kina nguvu fulani ambazo huwa zinaingia zina, zina, zina ndani ya mwenye kukitumia kukitumia, sasa mm -hmm. hizo nguvu <tutu> <wajibu tutu> sasa kuzichambua mm -hmm. zaidi mm. mpaka tuende deeply sana mm -hmm. ama tu chambue chambue zaidi chini kwa chini, ndo tutajua hizo nguvu za vipi. Unajua watoto wa leo <tutu> uh, utasikia kina sisi hao sasa <tutu> <tutu> <tutu> <tutu> <tutu> <tutu> Wacha napiga muogo wangu na njugu, kwa sababu niko na mechi sasa katika akili mm hiyo -hmm. kisisi sasa mm -hmm. tuna imani kwamba tukila muogo mm -hmm. na nazi mm -hmm. kama navyokula mimi kama unavyokula wewe mm -hmm. basi ilikuwa mtu akikona nakula hivyo tayari ashajua kwamba nini nikitafatia baadaye ama watarajia kufanya nini baadaye ni nazi We naweza sema saa hizi sasa hivi we wale, kwa sababu labda mna njaa lakini <laughs> <laughs> kitambo mtu alikuwa kila hivyo mm, anajua wazi mimi leo naeza kufanya kitu fulani mm. Mm. na labda zingine za vyakula nazozijua haswa, kuna vyakula kama vile Wadigo wanaita marenje mm -hmm. Marenje hivi ni vyakula vya kiasili ambavyo vinapatikana mashambani kwa sana mm. na kuna kama vile tunguja mm l za kutoa povu zile siyo hizo. kuna tunguja mara mbili mm. kuna zile za kutoa povu zile zile haziliwi mm. lakini kuna tunguja ambazo zinatumika sana, ni virutubisho kati ya mboga ambazo ni za kiasili pia mm. zinawekwa kwenye mboga alafu watatulumia ile, wanasema kwamba huwa ni dawa fulani katika mwili wa binadamu mm. kwa sababu huwa ziko chungu kidogo mm -hmm. kwa hiyo wanaamini kwamba zile tunguja ukizila hutashikwa na, na maradhi madogo madogo kama vile mahoma mm, nini nini. Hizo ndio dhana ambazo zilikuwa hapo kutoka kitambo mm, na mpaka sasa hivi zinapatikana. Na je, hawa watu wa kisasa wanazitumia wana hizo tunguja, au ziajiwa tu na wazee wetu? Maana mimi kusema ukweli hizo tunguja matangi zinazo kwenye mchuzi na zitoa na zitupa, kwa sababu mimi hizo zenyewe zetu tunguja sijui uchungu sasa, yeah. Chakula cha uchungu na mimi tena wapi na wapi ah, kusema kweli, kwa sasa hivi kizazi cha sasa mm, ni namba ndogo sana ambao wanatumia vitu kama hivyo. Mimi mwenyewe kulingana na umri na niko nao sasa hivi mm, mimi situmii, lakini kuna watu ambao wanazitumia mpaka sasa hivi wakijua kwamba ni tiba, ni miongoni mwa tiba za kiasili ambazo zinahitajika katika mwili wa binadamu. Sawa. na bado tuko hapo kwenye hivyo vyakula naam, kumekuwa na tetesi nyingi kuambiwa kuwa vijana um, wa sasa hawakai miaka mingi, hawana umri mrefu, kwa sababu ya vyakula vya kisasa. Je, yeah, ili na wewe unaona ni kweli kuwa vyakula vinachangia sisi ambao ni kizazi cha sasa kuwa hatuna maisha marefu, atufikishi ile miaka ambao mababu zetu alifikisha miaka mia moja, miaka tisaini, miaka themanini, miaka mia moja na ishirini. Je, vyakula vinachangizwa hapo kweli? Kimtazamo wangu mm. mi naweza sema ni kweli mm. E, kwa sababu mm. vyakula vya zamani na vyakula vya sasa hivi mm. vina tofauti kubwa sana mm-hmm. tukiangalia kwa mfano mboga mboga, hizi mboga zetu ambazo tunatumia mchicha, nini nini, mm. mrenda mm. hizi ni mboga ambazo zilikuwako kutoka kitambo, lakini sasa kwa sasa hivi, kwa sababu kizazi cha sasa kinataka mambo ya wanasema ni dot com mm. hawapiki vyenye kilikuwa kikipikwa zamani, na wale waona. Kwa sababu gani? Sasa hivi ukinunua mchicha wewe, mm. Mpishi wa leo mm. atataka kuweka roiko mm. aweke sijui nini mm -hmm. Achanganyeshanganye zile virutubisho tofauti tofauti mm. ile a ale, ale kitu kizuri atie utamu, atie utamu fulani <laughs> yani, kuna ladha fulani ambayo inawekwa mm. Lakini kitambo mm. ilikuwa ni ile mboga inashukuliwa, inawekwa kwa sufuria, inatokota, watu wanakula mm hiyo ina maana kwamba sasa hivi watu ni kuna asilimia kubwa ya magonjwa sasa hivi kusababishwa na hivi vyakula vya kisasa ambavyo tunavyokula. Waona wow. Bwana hiyo mm. ndio sababu kubwa kwamba kuona kitambo watu walikuwa wanakaa miaka mia moja sasa mm. hivi ukifika miaka 45 50, tayari wewe kaput, eh, kwa sababu hivi vyakula, mchanganyiko wa vyakula. Kwa hiyo hapo umenipeleka mm. yeah, yeah. dibu kabisa mm. kwa hiyo ina maana hata sasa hivi mimi labda nina uwezo wa kujiambia wacha niachane na hivi vyakula vya, vya kisasa nikarudia vyakula vyangu vya kiasili na nikawa na nguvu kama walivyokuwa wazee. Inategemea, kwa sababu mm. maisha ya kitambo uweze mm. tofautisha maisha sasa, sasa hivi mm -hmm. Yule mzee sasa hivi ambaye naye pia amefika wakati wetu sahi sisi, sisi, naye na hii mm. pia anatumia vile vyakula vyetu ambavyo tunatumia tunatumia sisi e. okay. Sasa bimana wale walikuwa wakitumia vile vyakula pale kitambo, ilikuwa ni tofauti na sasa hivi venye tumeenukia sasa hivi kwamba vyakula viko hivyo na sisi tume, lakini kuna kitu nimekumbuka. mm. Wajua kuwa hivi vyakula licha kuwa umesema mchicha, sijui mbenda alikuwa kitundwa, ukichemshwa hivyo hivyo. Diyo. lakini ni michicha michicha ya sasa ya kuzwa na dawa, tofauti na michicha ya zamani au michicha ya sasa haikuzwi na dawa, kwa sababu unaambiwa mchicha ni wewe, unapulizwa dawa kila baada ya wiki mbili, utaambiwa sijui wezi kuvuna kwa sababu unatiwa dawa juzi. Je, Ule mchicha ule ule ambao umetiwa dawa, nikiupika ile ambayo ilikuwa kipikwa kizamani, ntapata zile nguvu ambazo ilikuwa kizipata, au itakuwa zishatolewa na ile madawa? Ah, kusema kweli hapo sasa, mm. kunahitaji uchambuzi wa hali ya juu kivipi? Mm. wale wakulima ambao wana wanatulimia hizi mboga ama hii michicha ndio wale uko, wako na akili tofauti ya jinsi gani ule mmea ama ule mti unaweza kukua. mm -hmm, hiyo tunasema ni teknolojia ama tunasema ni wanasayansi kwamba madawa fulani yanatumika, ni kweli lazima yatumike. mm -hmm, lakini kitambo mm -hmm, kitambo ilikuwa hakuna mambo hayo mm -hmm, na ule mchicha ambao unaona ni mchicha sasa hivi mm -hmm, huo umepitia hayo madawa Kitambo hayo madawa ilikuwa hayako, bimaana e, asilimia ya maradhi ama asilimia ya madawa fulani kitambo ilikuwa mm. Kuna asilimia ya magonjwa kitambo ilikuwa kuna, na sasa hivi yamekuja kwa ajili hiyo ya madawa tofauti tofauti. Alafu sasa sisi nasi, mm, ama mabibi zetu nao, mm -hmm. ile mboga tuna, tunasema kwamba hawafanyii venye inatakikana kufanyiwa ya atakaifanyaje mboga? Kwa sababu wewe kama mchume utaleta ile mboga pale mm nyumbani -hmm. sio mm -hmm. umeiweka wewe, umeshika njia zako, umeenda mm -hmm. na unajua wazi kwamba hii mboga ilikotoka shambani na lazima imepuliziwa madawa mm -hmm. lakini sasa yeye anaweza tu kuipika venye anaipika kwa ajili ya pengine wakati wa kuania, wakati ama haraka haraka nini mm. hawaioshi -hmm. vizuri, inaweka ile paka yoshe vizuri mm -hmm. Sasa wanakosa watakosa kuiosha mm -hmm. na ndiposa ukaona sasa hivi mambo yanako kama hivi ambavyo unasema mm -hmm. Waona bwana mm. Sasa wenzetu wa kitambo bwana, alikuwa hakuna hizi dawa ambazo ziko sasa hivi aku kuna, na alikuwa wanaamini kwamba mimi nala hii mboga, na hakuna lolote ambalo litafanyika. Sawa, Abdalla, nakuja pale ambapo mimi napataka mm -hmm. mm. Hapa ndio sehemu pekee ambapo watu tunafungua tuna mioyo sasa. Kuna, kuna baadhi ya watu wanasema kuwa zamani ndatoa mfano wa, wa wali, ndio wali ilikuwa unapikwa, ukisikia kuni kumepikwa wali basi kutafini kuta lazima ufini kwa bamba la makaa, lakini siku hizi unaweza sikia nyumbani kuna pikwa wali, lakini ukashtukizia kwenye dakika tano wali uko juu ya meza mm, eh, unwe mpikwa sijui na msijui um, wave wave wala microwave ile mm, pap, inaekwa juu juu ya meza. Je, yeah, haya mapishi kupika kwa zamani kwa kuweka makaa, kutumia kuni, na huku kwetu kwa kisasa kwa kutumia gesi, microwave na vyanzo vingine vya kupikia vya kisasa, je, inaathiri vyakula? uh, kusema ukweli hmm. hapo sasa hmm. pia mimi nitahitaji kujua zaidi, kwa sababu mm -hmm. sisi tunakwenda na wakati hmm. ama watu wanakwenda na wakati hmm. watakuniambia babji, zamani kulikuwa na microwave Hmm, hakukuwa na vyojamii hakukuwa, kwa sababu sidhani kama zamani kulikuwa na stima hmm. hmm. na sasa kama hakukuwa na microwave. Kwa maana sasa tulivyolewa sisi kizazi cha sasa hmm. tunalewa, tumelelewa hali ya kisasa sasa, hatukulewa hmm. kulingana na vyenye watu wa zamani walikuwa wakiishi, kwa sababu mimi nainukia na niliona kwamba microwave tayari ziko hmm lakini zamani kama anavyosema kwamba hakukueneza, sasa kulingana na utafiti, lazima tujue zaidi utafiti wa kitambo na sasa mm. kulingana nao mapishi mm. kwa sababu sioni kama hapo kuna uwezekano wa kuwa kupatikane maradhi kupitia, kupitia kupitia kupikia hizo nini microwave mm. unless labda nipate uchambuzi fulani mm. ili tuweze kuelimika sisi na wale wenzao tunao pia waweze kuelimika. Mm. Ama wewe katika fikra zako unafikiria vipi? Ah, mimi wajua, mimi katika wale watu ukulavya, pia wanaokula hivyo vyakula vya microwave, kwa sababu kizazi hichi cha ambacho tuko nacho sio kizazi kile cha kwa tunaweza kusubiria chakula kiko jikoni masaa matatu. Kizazi cha kwa mswaki wenyewe unapiga dakika tatu umemaliza. Mm-hmm. Wazee wetu walikuwa wanaweza sikia, baba alipiga mswaki akatumia dakika 20 uko chooni wangarisha meno Mm -hmm. Meno yake mtu akiingia chooni yuaoge dakika kumi na tano, lakini sasa hivi hata ile kushika kopo kujimwalia ni ngumu, tuko na shawa. Ushaona, ukiingia chooni wewe ataka sabuni pia, zile za kidijitali zile, ah, shwa, shwa. No. Tayari una mali unamaliza. mm -hmm. Sasa mimi siwezi jua kwa sababu ni vyakula ambavyo tunavitumia, lakini mara nyingi tukifika hospitali tunaambiwa kuwa, uh, huyu mtu bana mpenis, huyu frutsi, frutsi, mpeni sijui fruits fruits, mpeni nini, mpeni nini. Kwa hiyo hii pia inaonyesha kuwa vyakula kuna njia moja ambavyo vinaweza kuchangia kwenye maswala yetu ya kiafya. Labda nikiku nikikuuliza swali jengine, kuna haya matunda a, matunda mi naweka pia kwenye chakula ndio. Haya matunda yetu ya sasa sasa hivi kuna embe la kizungu mm -hmm, na maembe ya kawaida mm -hmm. Siku hizi mnazi ndani ya miezi sijui sita, nasikia mnazi umeanza kuzaa, mwembe ndani ya miezi mitatu nasikia, mwembe mwembe, pata hapo. Yeah, una maembe, mpapayu wafika hapa, una mapapayu mpaka wataka kuanguka, ushaona. Kwa hiyo sijui ni njia ambayo inatufanya sisi tuonge, tu, tuongezeke kifahari ya uchumi, au ni njia kwa sababu wengine wanasema wanatumaliza kwa haya madawa yao, kwa hivyo vitu vyao wa ambavyo wanatu, wanatuletea hawa wazungu, sababu wanaamini ni vyakula vya kizungu. Je, wewe katika imani yako unaamini hivi vyakula ambavyo vimeletwa ili sisi tusitumie muda mwingi kuvipanda tusitumie muda mwingi kuvisubiri vinaweza kuleta madhara kutumilini, au ni vyakula ambavyo vinatufanya sisi tuweze kuendelea kiuchumi? Ah, mimi naweza sema hapo, sasa naweza sema kwamba kitengo elimu elimu nyingi hapo ndio imetumika mm. kwa sababu huwezi kuona mwembe ama mnazi unazaa ndani ya miezi miwili ama mwezi mmoja na nusu hiyo mm. katika mtizamo wa kimaisha yetu mm. kutoka zamani ilikuwa hakuna hiyo, lakini nasema hao wenzetu waliosoma zaidi hawa mm. ndio wanatuletea hayo mambo, na kwa sababu sisi hatuelewi, kwa sababu elimu zetu sisi ni ndogo mno, hatuelewi sisi, tunaona tu mambo ni sawa, lakini kumbe kiundani zaidi sisi ni kama tunamalizwa, kwa sababu lile embe ambayo limezaliwa ndani ya miezi miwili, wafikiri lile embe limewekwa dawa gani pale ndani paka likawa embe la kisawa ndani ya miezi miwili ama mitatu. Sasa kama elimu yako labda inakuru uta, utaweza kuchambua na utajua kwa sababu gani kwa sababu sisi tunavyojua mwembe ukizaa kama mwembe vile mm, mpaka uwe kuna miaka takriban 10 15 hivi ndio, mm, uweze kutoa matunda. Leo hii waambia miezi fulani lazima kwa <laughs> kumetumika nini? Kumetumika elimu nyingine nyingi sana pale ndani, mm, ona bana ambao sisi tu atujui lakini, mm. mm. si kulingana mm. yeah, na hali zetu za tunavyoishi umaskini ama atasema unyonge, si tutakula ile yeah. Embe kama, kwa sababu si wajua njaa bwana eh unachukua na, na pia wenyewe wanakuambia kuwa kama muembe utasubiri miaka 15 umeona mm. kuna kwa mfano, labda wewe una miaka kama 60 na sasa, sisi mara nyingi miaka yetu ni hiyo 60, 70 hapo 75, ndio ina maana upande ile muembe ambao utazama embe kwenye miaka 15, unawezekana mkubwa kuukosa anakuambia wanakuletea mti ambao ukiupanda hata kama una miaka hamsini, ushaona. Na labda utaishi miaka 60, kuna uhakika ya wewe kula yale matunda ya ule ya ule mti. Japo sasa swali ambalo najaribu kujiuliza kwa sababu wazee wetu wengi wamekata miti, tumetengeneza mbao kweli, kweli. Na hii miembe ambayo inakuja inazaa kwenye miezi mitatu miezi minne haiwi na nguvu kama ino miembe yetu ya kawaida kweli kabisa. Je, tutakuwa na zile mbao ambazo tulikuwa tukijengea tuki Je, tutakuwa na yale makaa ambayo tulikuwa tukijivunia? Tutakuwa na zile kuni nzito ambazo tulikuwa tukipikia maharagwe tukitokosea maharagwe na tukiyakivisha? Hiyo kweli ni changamoto kubwa sana kwa sasa hivi, kwa sababu eh, kama unavyosema kwamba miembe ya kisasa na miembe ya zamani, ni vigumu sana kupata mwembe ukaji ukapaswa mbao ama mwembe ukakuwa jinsi ya vyenye miembe ya zamani ilikuwa ikikuwa, ni ngumu na kwa sababu gani sisi katika jamii yetu hii ya Kidigo tunayoishi huwa tunashindwa ku, na kumiliki ya maisha ambayo tuko nayo, na ukakuta kwamba miembe ile mikubwa mikubwa, ama miembe ya zamani watu wanapasua nina nini, ni kwa sababu ya kukidhi hali zetu za maisha mm. Ona ambapo sasa hii itakuja iende mpaka mwisho ionekane kwamba ile miembe yote ambayo ni mikubwa itakuja iishe. Mm. Ile mie, miembe ya miezi mitatu hapo minne. Mm. Kwa hiyo tutakuwa tumeumia kimaisha kwa asilimia kubwa tutakuwa tumeumia kwa sababu okay, ni hali ambayo ni ngumu, ni zasa, na hatuipendi, lakini sasa ndio imekuja na ndio iko sasa hivyo, kwa hiyo ni kukubaliana nayo. Kwa hiyo hiyo hali itatuumiza sana okay. Naona bwana. La, labda nikikuuliza, chakula cha mwisho ndio chakula cha mwisho, ni, ni mboga za hawa ndege kuku. Zamani ilikuwa mimi sio wa zamani sana, lakini uwa nakumbuka mba mgeni amkuja, nyinyi watoto, bukuzeni ile kuku, mumshike mumchinje lakini siku hizi mgeni akija, kuku yatolewa frijini. kuku of course afukuzwa tena, yeah. kuku yuko frijini ta? Tayari. Je? Yeah. Ni kama tumeweza tume, tume kupoteza ile asili yetu ya kuwa um, kuwa mgeni, akija, raha ya, mgeni kuwa kuku of course amuone afukuzwa kabisa. Na hata siku hizi ukiamua mgeni mchinjeni kuku ile kuku akinolewa takie kwa pale hakimbi. Afiki hata pale barabarani mwanzo atavunjika vunjika. Okay. mwenye kumshika vibao mabaya yana yanavunjika vunjika. Huoni kama tunapoteza ile ya asili ambayo sisi tulikuwa nayo, au mababu zetu walikuwa nayo hapo mwanzo? E, ni kweli kabisa, kwa sababu utamaduni kitu, utamaduni ni kitu ambacho kilianza kitambo na sasa hivi, mpaka sasa hivi kiko yeah. lakini kwa hilo sasa la kwamba mgeni akija sasa hivi kuona kuku yafukuzo kwa ajili ya yeye haoni, ni kwa sababu ya maisha ya kisasa, unaona bwana? <laughs> Tumeathirika sana na maisha ya kisasa, tunasema wenyewe, anasema ni dot com. kwa sababu gani? Aa, kulingana na ufugaji wa sasa hivi mm. Kusema kweli, hapa kwetu sasa hivi, wazatembea nyumba takriban tano ama sita, uone hizo nyumba hakuna hata mmoja ambaye anafuga kuku wa kienyeji mm. lakini Uweza tembea mbele, uko na sehemu yani, kati ya nyumba kumi hmm. Uweza pata nyumba moja peke yake inafugwa kuku, tena si kuku wao wetu wakienyeji hmm. wakizungu, wakizungu asasa niambie baba wewe, unkuja kwangu wewe kama banku yangu hmm. mimi sina kuku na ule uasilia ule, ule wakwamba utamaduni wakwamba huu, mgeni ankuja mpaka nimchinjie kuku uh -huh. bado niko nao hmm. na sina kuku Nitafanyaje, mimi anakununuli wa kizungu ili kuweka ile ya azma yangu kwamba mgeni wangu mm -hmm. amekuja na ameona kwamba nimemchinjia kuku. mm. Lakini kusema kweli ufugaji sasa hivi pia umeshuka chini. Sana sana ukiona sehemu ambazo ziko ukiona se kuku ni wa kienyeji, wa kizungu mm. wa kizungu sasa, ile baba pia litatuathiri pia, kwa sababu inavyosemekana kwamba hawa kuku ambao tunakula hawa wa kizungu mm. pia kuna madawa fulani wanawekewa hapo ndani, ambayo sisi pasi na kujua kwamba kuna madawa yale, madawa ambayo yatatuathiri baadaye, baadaye, lakini hatujui. Hmm. Si tunakula tu kwa sababu ni kuku yuko tamu. Ha, swali, swali langu la kizushi mbona mganga aagizi kuku wa kizungu apo? Hapo sasa, <laughs> <laughs> Ha? Ha, sasa. Ha? Mganga ataagiza vitu vyote hata ukimletia mchele wa kizungu sawa, lakini, hmm. lakini sisi wenyewe hmm. ndio wao hatutaki kumfuatilia kwa sababu atakwambia nletie kuku uh -huh. atasema nletee kuku wa kizungu wala wa Kiswahili nletee hmm. kuku lakini wewe kwa sababu ya ujuaji wako wewe eh, utaenda kwa kienyeji kuku wa ngoja ngoja. mm. Yeye mganga anakwambia lete kuku wa rangi nyeusi. Kuku wa kizungu, kuna kuku wa rangi nyeusi hakuna? ha? Hakuna. Kuku wa kizungu rangi nyeupe, nyekundu, nyekundu tena nyekundu, tayari wanakuambia ni improved kienyeji. ah, ah. Lakini yule mwenye wa kizungu nyeupe peke yake, kwani <laughs> au kuku wa kizungu au ana mbegu ya rangi nyingine ha? Haya, nikirudi niki hapo hapo kwa, kwa, kwa mganga. Ah. <laughs> Sasa. Hivi vitu mganga, hivi vyakula vya viagiza, huwa viendapi? Ah, wajua, wale nao wako na mambo yao. Mmm, akikuagiza vile vitu yeye, wewe utaamini kwamba vile vitu ndio vitakufanya wewe shida zako ziishe. Mmm, na mimi kimtazamo mwingine, wana ana yule bwana wao washajua kwamba huu jamaa yuko na shida mm. na pamoja na kwamba amekuja hapa kwangu kwa kutatua shida zake kivyo vyote yake, kwambie nilete mchele kilo mbili na kuku wawili lazima utaleta, kwa sababu gani? Umechoka na zile shida na umeona kwamba mimi na mahali husika kabisa, hizi shida zangu utakosa kuleta? Ah, wapeleka mbia nyingi sana ha? Wewe utakuwa umewajua wazi, mimi nina roba, okay. Paka sina da, sina, sina maana sasa hivi. Lazima utapeleka. Sasa yeye anachukua yule anachukua wazungu akisema advantage ya wewe, shida zako wewe, mm uh -huh. Kwake ni advantage ya kupata hizo vitu. Okay. Mm. Umeweza um, kutujuza hapo mwanzoni kuwa wewe ni msanii. Lakini hukuweza kutuambia wewe, labda ni msanii wa nini hasa? Ah, mimi nimesema kwamba ni msanii, mimi ni mwigizaji, alafu pia pamoja na kuwa ni mwigizaji, mimi pia ni mtumbuizaji mm. Eh, mimi ni dramist wa Sengenya Dance mm. katika grupu letu la Matuga Arts. Ndio. Yeah. Naam. Mimi ni senior dramist ndio mm. na mtazamaji labda pale nje ukimalizia akitaka ku, ku, ku, kupata ili uweze kuwatumbuiza kwenye kwenye show, show yao labda kwenye birthday kwenye nini labda anakupataje au anawafikiaje? Uh, mtazamaji pengine akinihitaji mm. pengine aje katika ofisi zetu ambazo ziko Matuga stage pale mm na office na, na jiita Matuga Arts Group, hiyo ndio office yetu mm. Ama taweza kumpatia namba kwa contact person ambaye ataweza kumpigia, mweleze kwamba mimi niko na shughuli yangu fulani na nataka kutumbuizwa mm. na sengenya kutoka Matuga arts mm. ataelezewa ile ratiba zenye hiko mm. alafu ataelewana, tutakuja sisi tukuburudike. Aya, kwa, kwa dakika moja tu kwa mtazamaji wetu, ebu mwachie namba pale, ndio at least akihitaji kuona Uh, kazi yako iweze aweze kukufikia sasa. Ukitaka Sengenya Matuga astup Sengenya, nitakupa namba ziro saba mbili nane saba ziro tano nne tano tisa. Hiyo ni namba ambayo ni ya uh, dramist na pia ni mwenyekiti wa iki kikundi. Kwa hiyo tutakuja tukutumbuize na utaburudika inshallah. Asante sana, natumai pia bei itakuwa vizuri uh, uo ni mgeni wetu ambaye tumeweza kuwa naye hapa na ameweza kutujuza mengi sana kuhusiana na masuala ya vyakula hususan vya kiasili na wewe mtazamaji, najua wewe kama mimi tu vyakula vyako pia vya microwave, vyakula vyako ni vya kusubiri dakika tano, havibandikii makaa juu. Kwa hiyo tumeweza kujuzwa kuwa wazee wetu waliweza kuishi ile miaka mingi kwa sababu ya vile vyakula ambavyo walikuwa wao wakivitumia, wao wakivila. Sasa hivi tunakula vyakula vya shida. Kwa hiyo tunaweza kuhimizwa tu turudi mashambani tupande tutumie zile mbinu ambazo wazee wetu walikuwa wanazitumia, tutumie vile vyanzo ambavyo wazee wetu kwa vitumia ku, kuweza kupata vile vyakula. Tuachane na hizi shortcut, kwa sababu shortcut moja kwa moja ndio pale zinatuletea sisi madhara mwilini. Ni katika Kigoda ndio unaweza kufaidika na haya yote. Nilikuwa wenu ambaye nimeweza kuwaletea huyu mgeni ambaye mimi nimekuwa host, jina langu ni Babuji, Babu Great, Babu God. Na kama kuna swali lolote ungependa kuuliza labda halijajibika, kuhusiana na maswala ya vyakula, usisahau kutuwekea comment hapo chini, ili tuweze kujua ni jinsi gani tutaweza kutimiza kile ambacho unaweza kuhitaji wewe mpenzi msikilizaji, na wewe mpenzi mtazamaji. Ikumbukwe kuwa hii ni Talanta Mwanza Media, sehemu pekee ambayo unapata Kigoda kikikuletea vitu vya kiasili, vitu vya kitamaduni. Kwa hiyo endelea kukaa mkao wa kula ukisubiri kila episodi itakuja kivyake na kiaina yake, na kila mgeni atakayekuja atakuja kimoto moto zaidi. Ungana nasi, hakikisha kuwa una follow, una, una like na vile vile una share. Comment yako ni muhimu sana kwetu, asante sana. Talanta Mwanza Media, news that matters, fun that entertains.